Katika kitu chingine cha msingi kabisa katika uhariri wa sauti ni kuhakikisha sauti yako inaingia taratibu na vile vile inatoka taratibu. Kuingia taratibu tunaweza tukasema kwamba ni fade in, na kutoka taratibu ni fade out. Fade in inakuwa inafanyika mwanzoni mwa sauti yako, lakini fade out inakuwa inafanyika mwishoni mwa sauti yako. Sasa hapa kuna kitu kizuri nataka tukifanye picha yetu inamalizika maeneo haya, lakini na sauti nataka itoke taratibu. Kwa hiyo sauti itakuwa inasikilikana, lakini picha itakuwa haipo. Kwa hiyo kufanya hivyo, itabidi kwanza tutenganishe sauti pamoja na picha. Kwa hiyo tutaichagua ile clip yetu, halafu tuta right click, utabonyeza unlink Tunaona kwamba hapa imechagulika picha peke yake, kwa hiyo unaweza kuisogeza ama ukaisogeza sauti peke yake. Lakini tukumbuke ile klipu yetu ilikuwa tumeikata kwa hiyo siyo mwisho hapa. Sasa nitakuja kuiongeza sauti peke yake ili niweze kuifanya itoke taratibu. Sawa, ku fade in na fade out tutakuwa tunatumia audio level weka point ambazo tutacheza na hizo sauti zetu. Sasa kwa kufika hapa mwisho wa hii clip yangu, nitabonyeza command au control. Kwa hiyo, ukibonyeza command au control ukisogea katika audio level, kwa hiyo unaona kwamba pointer yako inabadilika. Ukibonyeza mara moja, utakuwa umeweka ile point. Sasa hapa utakuwa bado hujafanya kitu, kwa hiyo ukishika hii point itakuwa unapunguza sauti nzima. Kwa hiyo hapa na undo, halafu utatakiwa uweke pointi nyingine ama nukta nyingine. Kwa hiyo kuweka nukta, itabidi ubonyeze command au control. Ukibonyeza tena sasa hivi, nitakuwa nina nukta mbili. Kwa hiyo hii nukta ya kwanza imekuwa kama nikishikilio. Kwa hiyo nikija nikachagua hii nukta ya pili, halafu nikishusha chini unaona kama anatengeza mlima. Kwa hiyo huu mlima ni kwamba hii sauti yangu ni jinsi gani itakuja kushuka. Kwa hiyo wacha ni mute hii audio ya chini ili tuweze kusikia vizuri, halafu nitarejesha nyuma. Kwa mfano hapa nikiplay, unaona kwamba sauti inamalizika taratibu kwa hiyo nikiondosha mute, halafu nikija kuchezesha kuanzia mwanzo. Mara nyingine tunapokimbia na maisha ya kila siku, tunasahau kutazama uzuri wa dunia unaotuzunguka, mashamba yenye maua yanachanua kwa rangi zinazong'ara. Sawa, kwa mfano kama unataka iendelee, unaweza ukasogeza ile audio yako halafu ukasogeza hivyo tena. Kwa kitendo hichi cha kutengeneza kama slope ama mlima fulani ndiyo tunaita fade out. Kwa hiyo sauti yetu iweze kutoka taratibu. Kwa hiyo huku ilivyoingia unaona kwamba imeingia taratibu. Kwa hiyo nako kwa mfano kama unataka kufanya fade in, inabidi ubonyeze command au control kuweza kutengeneza pointi zako na utatengeneza pointi mbili, alafu hii pointi ya kwanza utaishusha. Kwa sauti yako itakuwa inaingia taratibu. Kwa hiyo kuingia taratibu huku itakuwa ni fade in, na kutoka taratibu itakuwa ni fade out. Kwa hiyo nikichezesha hapa. Mara nyingine tunapokimbia na maisha ya kila siku, tunasahau kutazama uzuri wa dunia unaotuzunguka, mashamba yenye maua yanachanua kwa rangi zinazong'ara, upepo ukipuliza taratibu Okay, sawa. Kwa hiyo una uwezo kwamba point yako kuisogeza mbele ama nyuma. Kwa hiyo unaishikilia hapa na ukitaka uweze kuisogeza sawa sawa, kwa sababu ukiwa hujafanya umakini unaweza kwamba hii sauti yako uka, ukaipindisha. Kwa unaona kwamba audio level kama imepindapinda kwa hiyo haipo sawa. Sasa na undo. Ukisha kuichagua hii nukta yako halafu bonyeza shifti, halafu sogeza nyuma sasa Utakuwa na uwezo wa kuisogeza vizuri sana bila ya kujipinda.